Mkutano unaendeshwa kwa mujibu wa ajenda zilizowasilishwa. Mimi ndio nilikuwa nasimamia hizo ajenda, tumemaliza ajenda zote. Sasa tena hapo kuna haja ya kusema kwamba labda nimwite fulani na fulani waje kuzungumza? Hakuna utaratibu. Ajenda zilizokuwa zimewasilishwa kwenye mkutano zilikamilika, na baada ya ajenda zile kukamilika, tukaomba dua, tukafunga mkutano. Mkutano sasa mtu analalamika, anasema kwamba mkutano wa kufuata taratibu We ni mwenyekiti wa mkutano. Hapana, ulikuwa na hoja ipi? Asemi amemaliza. ah, tu kiuni sasa, uni unajua maana yake. Sasa na ninyi waandishi mnabaki hapo hapo katikati, mkutano ulimalizwa bila kufuata taratibu. Sahihisha basi. Masalan, ukiniambia mimi hii sio kalamu, uniambie hiki ni kitu gani. Wewe unanyosha tu mkono, hii sio kalamu nini. Sasa mtu anakwambia huu mkutano haukufuata taratibu kwenye kuahirisha, taratibu ni upi? Hamna hata mwandishi mmoja ambaye nilimwona au nilimsikia akihoji kwamba mkutano huu ulikiukwa kwa kiukwa moja mbili tatu. Katiba ya Simba inaainisha kwamba kutakuwa na mkutano mkuu wa wanachama ajenda za mkutano huo ni moja mpaka kumi na moja ajenda moja mpaka kumi na moja zimejadiliwa na kuisha. Sasa mimi naendelea tu kuona mkutano sasa pale, sio kikundi cha ngoma kusema kwamba na fulani hajacheza fulani hajaimba fulani hapana. Hii ni taasisi ambayo ina taratibu zake kwenye kuendesha. Wanachama waliokuwa na hoja ambazo waliona kwamba wanataka kuziwasilisha kwenye mkutano ule Waliwasilisha siku ishirini na moja kabla na ndoutati tumezipokea hoja zao, na tuliwapa nafasi ya kuzungumza, wakaridhika kwamba hoja tulizoziwasilisha zimeshughulikiwa ipasavyo. Kulikuwa na nini tena jingine? Hakuwa na jambo jingine. Lakini sasa tumekuwa katika ulimwengu wa kwamba mtu anakosoa kila kitu ili aweze kupata ile, siku hizi nasema nini followers, eh, wawe na followers. Atakazungumze azungumze tu, atukane aseme, ili mradi na yeye kasema. Ukimuuliza kitu anachokizungumza akina hoja wala akina, akibebi uzito wote. Wamekariri mambo yaliyokuwepo zamani miaka ya nyuma huko, kulikuwa kuna hali kwamba kwenye mkutano ule wanakuja watu, huyu anainuka anatoa hoja anarusha kiti siyo nini, baadaye tumefanya mapinduzi, tumemuondoa. Katiba yenyewe ya Simba Sports Club haina eneo linalotoa nafasi wa kuundwa kamati za mpito. Wewe unasema uongozi uondoke alafu anakuja kuongoza nani? Na hata hao watakao kuja watakuja katika mtindo gani? Haiwezekani. Ni vitu ambavyo yani watu watusiju wanafundishwa na na nani? Dunia na ulimwengu umebadilika, tumeshadipata kutoka huko mwanzoni. Sisi tulikuwa na timu ambayo ilikuwa inajiendesha kwa ridhaa. Sasa hivi ni profession club, tunaenda kwenye profession football. Sasa mambo ya, ya ridhaa yale hayapo tena. Katiba imetoa uh, room ya mwenyekiti kuteua wajumbe wawili, lakini haijatoa ukomo watateua lini. Naweza nikateua hata siku moja kabla ya kumalizika kipindi, na nimefanya hivyo kwa nia njema tu kwamba pale mahitaji yanavyohitajika ndipo ambapo unaweza ukafanya hiyo. Kwa bahati mbaya sana, watu wengi wako short sighted. Sisi tunazingatia sana matakwa ya kikatiba, kwa maana kwamba yanaweza yakahitajika, ukatokea na mahitaji ya kutumika kwa hiyo nafasi, tukaitumia ipasavyo. ups and down kwenye mwenendo wa vilabu vya mpira duniani, kama hamtumii mambo mengine ya hovyohovyo lazima kuwe kuna turning point, especially timu ikiperform sana ikifikia juu, lazima kutakuwa na turning point, mtakwenda yani. Hiyo iko kwenye kila kitu, iko kwenye uchumi, iko kwenye siasa, iko kwenye maisha ya kawaida ya jamii. Hakuna mtu ambaye anakuwa na liquidity ya kiasi kwamba kila siku, yani, haijawahi kushuka. Hiyo haiwezi kutokea na tunaona hata vilabu vikubwa duniani. AC Milan ilikuwa iko juu, imekuwa imeshuka. Juventus ilikuwa juu, ilienda ikashuka. Chelsea walikuwa wako juu, sasa hivi walishuka, na sasa hivi ndio wanajitahidi tena kurudi. Real Madrid, Barcelona, yani vilabu vyote duniani unavyovitaja wewe, kwamba wanakwenda wanakuwa na consistent performance, then inakuja ina deteriorate kwa sababu wachezaji ni binadamu ambao inafika wakati wanachoka, au wakati mwingine wanakuwa wamezoea mazingira na nini. Kwa hiyo lazima mpaye mabadiliko, na mabadiliko always, kwanza lazima mwanze na negative impact ndo mwende kwa positive impact. Kwa hiyo concern hiyo tunaielewa, lakini pia na tunaangalia changamoto zingine ambazo zinajitokeza. Kuna mazingira ambayo kila mtu anayaona. Kwamba hakuna fairing basis katika baadhi ya maeneo. Mwenyekiti, uh, kwa mujibu wa utawala uh, structure ya, ya, ya, ya utawala wa Simba mtendaji mkuu anawajibika vipi kutokana uh, na malengo ambayo yamewekewa pindi yanaposhindwa kuyafikia au timu ikishindwa kufikia malengo. Uh, mtendaji yeye anafanya kazi chini ya bodi na hatujafanya performance audit ya watendaji wetu hivi karibuni, lakini naamini kwenye kikao kinachofuata cha bodi tutafanya. Na bodi iliyopita iliagiza kufanya assessment hiyo. Tutafanya audit kwa watumishi wote ili kuona kwamba malengo tuliyokusudia yanakidhi au la. Na kwa mujibu wa huo hiyo hiyo katiba ya Simba, uh, mtendaji mkuu anapatikana nani? Mtendaji mkuu ni mwajiri wa bodi. Bodi ndio ina ina ina inayopitisha sio mtendaji mkuu tu inapitisha uajiri wa watendaji wengine wote kwenye sekta zote. Nasikitika sana kwamba ni, nimekuwa nikirudia kulijibia kila siku. utaratibu wa utolewaji wa kadi ulizuia tangu mwaka elfu mbili na kumi na saba na sababu zilizopelekea kutokana na andiko tuliowasilisha serikalini kwamba wanachama wote mpaka kufikia tarehe hile walikuwa wako entitled kupata hisa, lakini mambo mengi yameendelea hapo kati mpaka tumekuja kufikia hilo mwaka jana kwenye mkutano mkuu wa mwaka juzi ndiyo ililetwa hiyo hoja na nikailizia kuwasilisha kwenye mkutano mkuu na mkutano mkuu ukawasilisha mapendekezo ya kuendelea kutoa kadi za wanachama. Sasa katikati hapo kuna mambo ambayo yalikuwa ya, ya kiserikali kama tu ya hakiki yafanyike, na kwenye mkutano mkuu uliopita nilitoa ahadi kwamba kuanzia tarehe tano ya mwezi wa kwanza tutaanza kutoa upya kadi na kabla ya tarehe tano tulitoa ufafanuzi kwa maana kwamba mfumo tuliokuwa tunakusudia kuutumia serikali ikaona kwamba haufai tufanye marekebisho uh, kulingana na mwongozo wao, lakini pia katiba ambayo ilifanyiwa marekebisho kwenye mkutano ule ilikuwa bado haijasajiliwa. Sasa mimi sina mamlaka ya kuviamuru vyombo vya serikali kwamba hili likamilisheni leo, inachukua taratibu zake wao wenyewe na, na mariziano mpaka tukifikia. Kwa hiyo kuna utaratibu wa kusajili katiba mpya e, katiba, marekebisho ya katiba. Tukimaliza hilo tayari tunaenda kwenye mfumo, na siamini kama tutazidi zaidi ya mwezi au mwezi na nusu. Tutaanza kutoa kadi mpya nzuri ambazo zitakuwa ni za kisasa na zitakuwa na mambo mengine zaidi ya hiyo kadi ya wanachama.